Mchezo tayari umekwisha anza baada ya filimbi ya mwamuzi, ukianzishwa mpira katikati na Simba Sports Club. Simba dhidi ya Namungo, akiambiwa Shomari Kapombe. Mpira tayari umeshatoka nje, alisha matapiga moja kwa moja, nachonganishwa pasi ndani kwa shamuu. Shamuu kalabu yake anakwenda kuweka ndani na ni offside. Ulinzi wa kati ule ambiwa tayari alikuwa mbele zaidi ya safu ya ulinzi. Eli katalist, pasi ya kutambaliza kwa Kante, akontrol jaribu Kante wakatika ule mpira anakwenda nje. Aliamua kujaribu ye mwenyewe kutoka nje ya 18 mpira wa chini chini unakwenda nje, hiyo inakwenda kuwa goal kick. Mpanzu mwenye anaamua kwenda Eli Eli Mpanzu Steven, lakini ni Joshua Mutale. Bado yuko nayo bado anapita katikati yao Joshua Mutale, nafasi sio kutumia vyema, anaondosha ule mpira. Joshua Mutale, nafasi ambayo alipata mpira ambao alitengewa na Eli Mpanzu, alipita katikati yao. Lakini Mlinda mlango aliweza kuwa imara zaidi. Tazama namna ambavyo alipita katikati afari ya Unongo na Hussein Kazi. Kile mpira ambao aliupiga na hii kwenda kukaa kwenye njia ilikuwa nafasi nzuri kwa Simba kupata bao la kuongoza Ala. Steven Mukwala Dese anapambana anaacha pasi, lakini bado yuko nayo Steven Mukola. Niona alifanya jaribio ni on target, lakini haikumsumbua Jonathan Nahimana. Anton pambana kutafuta nafasi. Anton aingiza ule cross ndani, anaingia Mukwala anagonga mwamba, ule mpira unaondoshwa dese. Anton mligo alifanikiwa kuupiga ile mpira, striker refu kuliko goli, mpira ambao uligusa ukagonga mwamba.